walagai na wababaishaji. Ndo waliojaa huko kwenye uongozi. Na hii biashara mnawaambia watu uongozi mpya uongozi mpya? Kwani mheshimiwa Mbowe wakati anachea vikao, Lissu alikuwa ni nani? Mheshimiwa Mbowe wakati anachea vikao kama mwenyekiti, yeye alikuwa ni nani? Kwa hiyo hapa huu lagai wa kusema Chadema mpya Chadema mpya, kwanza, waandishi wa habari, tunaomba muachane nao. Huu ni uongozi uliokuwepo, huu ni uongozi unaojua Chadema malengo yake yalikuwa ni nini? Katiba yetu sisi tunashushua huku chini, ni hawa hawa viongozi na wajumbe wa kamati kuu waka wakaiandika hiyo katiba, wakatushushia huku chini. Leo wanapokuja na hizi hoja zao no reform, no election, halafu mtu anashupaza macho, anashupaza mishipa, unasema yesi. Kumbe ni ulaghai mtupu. Naombeni Watanzania tuelewe, hiki tunachoambiwa no election ni ulaghai Tumeshiriki mafunzo mbalimbali ya chama hiki, sisi tumeandaliwa, hao viongozi wengi wameandaliwa kuja kuwa viongozi, hata kina Mboya, kina Liswa, kina Eche, wameandaliwa vizuri, wanaelewa iti, wanaelewa itikadi na falsafa ya chama hiki, wanaelewa umuhimu wa chama cha siasa, malengo ya chama cha siasa ni nini? Mimi kwanza naomba waheshimiwa wale akina mheshimiwa Kinabo nao ratibu hii agenda, maana ndio wamepewa kijiti hicho cha kuratibu agenda ya G55. Watanzania mtambue, siyo kila mtu anayekuwa na mawazo mbadala ni G 55. Mimi sio G 55, lakini kwa haya yanayoendelea leo kwenye Chadema yetu nimeona ni upuuzi na ubabaishaji mtupu. Ndio maana nimeamua ni heri nikawaunge hawa mkono ambao naona wanatupa dira, wanatupa mwelekeo mimi sina mpango wa kugombea udiwani, sina mpango wa kugombea viti maalumu, sina mpango wa kugombea chochote kwenye nafasi za kimaamuzi za kiserikali, sina sina. Kwa hiyo hao wanaokuja na hizi hoja oh, uh, jinja vitu vitu gani, waambieni tupo wengi ambao hatuna malengo ya kugombea chochote kwenye nafasi za kimaamuzi za kiserikali lakini unahitaji tuione CHADEMA yetu ila tulioipambania toka elfu mbili na kumi tukiwa CHASO tukiwa wanafunzi mabinti wadogo, ile imani tulioibeba toka tukiwa vioni, ile imani ile ndo tunaoitaka na Watanzania ndio raha wanaoitaka, Watanzani natairaa za ulagai Watanzania, raza Watanzania eti oh baada ya kushinda mweshimua risu hakutakuwa na na, na na na nini na utekaji, hakuta manengero yuko hata atimbaya wamuongelei kabisa na alikuwa kijana wao ha, anajitokeza hadharani, anatukana matusi kenda na kenda kwenye mitandao.